Hawa wanaopotea kwa mfano, wanaotekwa na kupotea hawa, ikiwa kuna kikundi ambacho si idara ya usalama wa taifa, sio polisi, sio jeshi la magereza, sio jeshi la wananchi, kinawachukua hawa watu, kinaondoka nacho, halafu sasa hawa, hawa idara ya usalama wa taifa wanapofuatilia wakagundua kwamba hicho kimetumwa na mwanasiasa fulani mwenye mamlaka iliyowateua hawezi kukishughulikia. Nakupa mfano. Sijasema ni hivyo, nielewe vizuri, nakupa mfano, kwa sababu ni ngumu kuamini kwamba eti polisi anakwenda kumchukua mtu kwenye hoteli, anajitambulisha mimi polisi, toka ndani. Si tunamataa kuhoji tu umejitambulisha wewe ni polisi, halafu huyu mtu anaokotwa ametupwa. Sasa si umejiexpose mwenyewe Sioni kama kuna chombo cha kweli cha Kitanzania chenye uwezo wa kumchukua mtu kikajitambulisha, afu kikaenda kumtupa na kinaju kinamtupa huku, kinamwambia aseme sema asante Samia. I don't believe vyombo vyetu, they are so competent. Vijana wa idara ya usalama ni competent, polisi wetu ni competent, jeshi la wananchi ni competent, magereza ni competent. Ila mimi nahisi navyoona, kunaweza kuwa na vikundi vya watu vinavyofanya hii kazi na kama vikundi hivyo ikitokea ikiwa kama ikatokea vikundi vile, kwa mfano ni ka kikundi fulani, lakini aliye nyuma yake pengine ni yule kiongozi anayewateua hawa hawa watu wa idara ya usalama wa taifa, wakifuatilia tumekukamata, nyamaza, itabidi anyamaze, asiponyamaza nje ya kazi. Hawa polisi wakifuatilia, wakagundua sio sisi, ni ka kikundi fulani, wasiponya wa, wa, Wakikataa kunyamaza nje ya kazi, maana yake hatutakuwa na nchi. Ni lazima hawa wakuwa vyombo tuwalinde, ili waweze kusimamia nchi yetu sawasawa, tuwe na future iliyojaa baraka na pia damu kumwagika katika nchi ni...